Asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu, ninakutukuza ninakuinua asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako, asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Ni wewe Baba yangu nastahili kutukuzwa na kuinuliwa, ni wewe Yesu nastahili kupewa utukufu asubuhi ya leo. Baba, wanao na watoto wako tuko mbele zako, tumenyenyekea mbele zako, kwa rehema nyingi asubuhi ya leo Tutakase Bwana Yesu na turehemu, kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wanawe, e Bwana, tumeshuka mbele zako. Roho Mtakatifu, tumekosa mbele zako, e Bwana, nasi tunaanguka magotini pako kama Daudi hali sema, nianguke magotini pako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako asubuhi ya leo. Rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma Re

Wengine Bwana wangekuwepo lakini leo hawapo, mimi nimepata kibali na neema mbele zako. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana risantara makuria baba rusa tatatara makuria riandara makuria basika baba, baba, baba, baba, moyo wangu naimba sifa kwako Moyo wangu naimba utukufu, moyo wangu naimba heshima, moyo wangu naimba kuinuka, moyo wangu naimba utukufu wako. O, makerubi na maserufi wanainama, wanaanguka chini ya kiti chako cha rehema, baba, baba, baba. Nimeinua mikono yangu juu kwa kuinulia wewe mwenye utukufu, wewe mwenye enzi na nguvu, wewe mwenye mamlaka na utukufu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu, anainua mikono yake kukutukuza Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba. Uwai umetupa wewe heshima, umetupa wewe upendeleo, umeweka kwetu ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunaungana na maselofi, tunaungana na makerubi, wana ukutukuza na kukuinua, wana ukutukuza na kuinua rikanda ramandorusata rababa kuria manda risiteriri shanta rakakayanda ramakusha risaka rabakuria rinda rinda rinda rinda rinda rinda rinda rusa ta ta ta ta ta baba baba ta, ta, ta, ta. baba baba, baba, baba. Tumenyenyekea mbele zako tunasifu utukufu wako Bwana, usitu wache Yesu. Utukufu wako Bwana usipungue kwetu, neema yako Yesu isipungue kwetu, mkono wako Bwana usipungue kwetu Baba. Fadhili zako ni kuu, uweza wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu weza wako ni mkuu. Rowoshandara makurya risakatatatata rakamakotasa rikandorukushata makarimasikati inda machi nemu Jesus. Baba, tunakuinua asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutuona kwamba na sisi tuwenye thamani mbele zako. Utukufu na enzi na nguvu ni zako, katika jina la Yesu. Penzi mwanafamilia, oh, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Andika hata kwa mkono wako, komenti hata kwa mkono wako, mwambie baba asante, mwambie baba asante kwa kunileta asubuhi ya leo. Asante Yesu, asante Yesu. Oh, ninaona mkono wa Mungu unakuja juu yako asubuhi ya leo. Ninaona Mungu akikuinua asubuhi ya leo. Naona Mungu akikufanikisha asubuhi ya leo. Naona Mungu akitenda jambo kubwa asubuhi ya leo. Naona Mungu akibadilisha ndoto zako. Naona Mungu akibadilisha uchungu. Naona Mungu akibadilisha maumivu ambayo umeumia kwa miaka mingi. Naona Mungu akibadilisha maumivu uliyopitia kwa muda mrefu. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, kwamba mtu mmoja maumivu yake anaenda kuisha, kwamba mtu mmoja maumivu yake anaenda kutoweka. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi lakini Baba anaenda kufuta kilio, kilio ulicholia kwa miaka mingi, kilio ulicholia kwa muda mrefu. Kilio chako ulicholia kwa muda mrefu, Baba anaenda kukifuta. Wewe ambaye uko tayari Unasema, baba, nataka ufute kilio changu, na unataka ungane pamoja na mimi, sahihi? Na unataka ungane pamoja na mimi, sahihi? Unataka Mungu afute machozi, nataka Mungu akufute kutoka kwenye taabu, kwenye laana, kwenye mikosi, kwenye taabu, kwenye majanga, na unatamani kuungana pamoja na mimi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, tuma message yako, tutasimama na wewe, tutaomba. Lakini pia chukua namba hiyo ya Vodacom ya sadaka, mwambie Mungu, ninapotoa sadaka hii maumivu yangu na machungu yangu asubuhi ya leo yaishe. Utakapofanya hivyo, utaona Mungu anakutua mzigo mzigo mkubwa uliotoa, mzigo mkubwa uliobeba, maumivu makubwa uliopitia, na maumivu yanakwenda kuisha, na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri asubuhi ya leo. Kuna neema. Inawezekana unapita kwenye ya machungu, inawezekana unapita kwenye hiyo taabu, na unataka tusimame pamoja, tuombe. Chukua hiyo namba ya WhatsApp, fanya kitu, tuma meseji yako, ambia mtu wa Mungu, napitia hapa tutaomba na Mungu atafuta kilio, atafuta mateso, atafuta taabu, atafuta kila uzuni katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, nasikia sauti ya asubuhi ya leo, asubuhi, asubuhi, asubuhi nzuri, asubuhi ya, ya baraka na sauti nayosikia ni nguvu ya Zaburi ya ishirini na tatu asubuhi ya leo. Zaburi hizi za asubuhi ni asubuhi ambazo zimebeba neema kubwa sana. Rosha kababa sanda risa karaba shaka. Nasikia, nasikia, nasikia, nasikia bwana naniambia zaburi ya 23. Natamani tuombe pamoja, natamani tuombe pamoja, zaburi ya 23 kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Biblia nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani, ya, ma, majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza Awuniuisha uh, nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yangu vyanifarishi. Waandaa meza mbele za watesi, mbele za macho ya watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ndani ya Zaburi hii ninaona mambo makubwa sana, ninaona mambo makubwa sana, zaburi iliyobeba nguvu kubwa sana sema. Bwana ndiye mchungaji wangu, hakika sitapungukiwa. Ramasikatarabashaka. Angalia namna ambavyo umepungukiwa angalia namna ambavyo umekuwa unapungukiwa, lakini nasikia nguvu ya zaburi hii Bwana na kuondoa kwenye kupungukiwa. Haijarishi umepungukiwa kwa miaka mingapi, umepungukiwa kazini, umepungukiwa kwenye biashara, umepungukiwa kila eneo, nyumbani umepungukiwa. Maana yake kuna nguvu ya kupungukiwa, kuna roho ya kupungukiwa lakini asubuhi ya leo nasikia Mungu ananiambia hautapungukiwa na kitu, hautapungukiwa na kitu. E, mtamka sema sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa na kitu, risa ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Oh, kataa kupungukiwa, maana Baba amesema o, hautapungukiwa, hautapungukiwa, hautapungukiwa. Zaburi imebeba nguvu kubwa sana. Pokea nguvu ya kutokupungukiwa. Hautapungukiwa kila eneo, hautapungukiwa unachokifanya, hautapungukiwa, hautapungukiwa, hautapungukiwa katika jina la Yesu Kristo. rikanda ramanda raba tatata roshanta raba kuria. Nasikia hiyo nguvu, nasikia hiyo nguvu. Oh, anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Oh, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika Kumbe kuna meza imeandaliwa machoni pa watesi wako. Wale waliokutesa kwa muda mrefu wanaenda kushangaa umeinuka. Waliokutesa kwa miaka mingi wanaenda kushangaa umeinuka. Utakaa nao kwenye meza moja, mnakula nao, wanashangaa, imekuwa kuaje? Wanashangaa umeinuka inukaje? Wanashangaa imekuwa kuaje? O oh, ninakuombea asubuhi ya leo, Mungu akuunganishe, Mungu akuunganishe wa, watesi wako waone vile ambavyo Baba amekuinua, oh, watesi wako waone vile ambavyo Yesu anakuinua, watesi wako waone vile ambavyo o nainuka, wacha Mungu akuinue, wa ili wale walio kutesa wakiona umeinuka, wadhihirishe kwamba yuko Mungu ramandorusa kataraba risa risa ta ta ta ta ta ta Oh, Zaburi imebeba mafuta o oh, mafuta matakatifu o oh, my Jesus, rama mana rababa Baba anasema umenipaka mafuta, kikombe changu kinafurika o oh, Baba kupaka mafuta asubuhi ya leo o oh, kikombe chako kifurike, kikombe chako cha baraka kifurike. Pokea upako wa mafuriko. Ninaona upako wa mafuriko ukija juu yako asubuhi ya leo, upako wa kufurika, ukianza kufurika, ukifurika kazini ukifurika kwenye biashara, ukifurika mashambani, Mungu akupe neema ya kufurika, neema ya kufurika, neema ya kufurika rorosha tatatatata rikandaramama ra mama randa rababakota rakatarabakoria rinda rinda rinda rinda risa ta ta ta ta ta ta ta roko shata raba ba ba ba ba. Inua mikono, jiunganishe na maombi haya. Mwambie Baba, we ni mchungaji wangu sitapungukiwa. Pokea neema ya kutopungukiwa kwa jina la Yesu. Ninaombea msikilizaji huyu asubuhi ya leo, mpe neema ya kupiga tua, mpe neema ya kwenda mbele, mpe neema ya kunyanyuka, mpe neema ya kufikia ndoto, mpe neema ya kufikia maono risa, ta, ninafungulia ninafungulia ninafungulia ninafungulia ninafungulia kuinuka, ninafungulia kufanikiwa, ninafungulia kunyanyuka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mnyanyue mtumishi wako anapoinuka. O, maadui watakaa, wanakaa meza moja, wanashangaa, jamaa ameinuka, inukaje? mama ameinuka, inukaje? baba ameinuka, inukaje? binti amefanyikaje? binti ameinuliwaje? O, kijana ameinuliwa vipi? risa

na Zaburi ya ishirini na tatu. O oh, wacha Mungu akuinue wa. O oh, wacha Mungu akufanikishe wa. O oh, wacha Mungu akunyanyue wa. O oh, wacha Mungu akupigishe wa hatua mpya katika jina la Yesu Kristo. Ak, naisikia sauti ya Mungu. Yuko mama mmoja ambaye umekuwa unateseka, ninaomba saa hii, naomba saa hii, we umekuwa unateseka we mama. Naambia huyu mama ameteseka miaka mingi. Nataka saa hii uchukue sadaka yako, maana nataka nikuombee. Kuna vitu vitaanza kufunguka. Ninakufungua katika jina la Yesu, ninakufungua we mama kwa jina Yesu. Ninaisikia sauti ya ya Mungu, ninasikia sauti ya Mungu juu ya baba huyu, umekuwa unateseka miaka mingi, umekuwa unapungukiwa. Naisikia sauti ya Mungu kwamba unahitaji uchukue sasa hivi sadaka, asubuhi ya leo chukua sadaka, jilazimishe wewe baba, hata kama unaona wakati mgumu, lakini jilazimishe. Ninaona Roho Mtakatifu ukija na nguvu ile ya kupungukiwa ikiondoka, kamata hiyo sadaka. Ninatangaza kwa jina Yesu Kristo, hiyo roho ya kupungukiwa ninaing'oa kwa damu ya Yesu Kristo, rikatarabashaka. Ninamwona huyu binti, umefika mahali umekata tamaa, lakini Bwana ananiambia mwaka huu utapiga hatua na jilazimishe, jilazimishe, beba hiyo sadaka. Kuna kitu Mungu anataka kufanya leo, utashangaza. Zaburi ya 23, Mungu anafanya jambo katika jina la Yesu Kristo, kamate hizo sadaka. Baba, naunganisha watu hawa naunganisha watu hawa na dhaburi ya ishirini na tatu. Wacha watu hawa wakafunguliwe, wacha watu hawa wakapone, wacha watu wakutana neema ya Mungu, wacha watu hawa wakainuke, wacha watu hawa wakafanikiwe, wacha watu hawa wakapiga hatua. Ni na kufungua upige hatua nauinuke, upige hatua naufanikiwe, piga hatua naende viwango vikubwa, katika china la Yesu Kristo, maana Mungu hai, mtu mmoja aseme: Amina, amina, amina. Nichukue nafasi hii kukuomba hiyo sadaka, tuma kwenye namba ya Vodacom iliyoko hapo kwenye skrini. Na unapita kwenye changamoto, basi nijurishe. Mungu akubariki sana. Ni kualike sana katika madhabahu ya mlango wa ukombozi, bako mamia ya watu wanakusanyika hapa Gairo, Morogoro chini Tanzania. Mungu akubariki nikutakia asubuhi njema yenye baraka. Shalom, shalom, shalom.